Leo no, la tukio tumekuta crown na kiatu kilichochanika, lakini ukiangalia mti hakuna sehemu iliyoharibika, hakuna jani liliokatika na na kishimo dogo wanalosema kwa ndo radi imegonga chini. Tumebaki kwenye maajabu hayo. Jina langu naitwa Sakina, mkazi wa Kilimererani, kitongoji cha Kilimaewa. Hapa nilipo nipo kwenye msiba na kuna misiba miwili, yote ni ya radi. Radi imepatikania sehemu fulani ya Samax, kama unaenda majengo kwa hiyo hawa vijana wote wawili ni maskari wamefariki wa, kwa kwa jana kwa hiyo hapa wanataka kusafirishwa. Mmoja unaenda Zanzibar, mwingine unaenda Mwanza. Umetuhuzunisha sana. Kweli ah, tumetujapokea kwa vizuri. Kuhusu sala la radi kweli imetushangaza. Tujawahi sikiaga radi hu mkoa. Tujawahi sikia hata siku moja kitu kinaitwa radi. Kwa hiyo mbaya zaidi kuwapiga watu wawili, na ndo walikuwa hapo barabarani kwa hiyo wajani wanaongezeka, wameacha wake na watoto wadogo, mwingine hata mke hana. Ndio hapa ni nyumba ya marehemu, marehemu Isa Masud. Kinachoendelea hapa sasa, tuko katika matayarisho ya mwisho ya kuchukua mwili kupeleka kuendelea kuelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya kusafiri kwenda Pemba. Kila kitu kwa ujumla kimeshakuwa tayari mpaka hapo e, vijana hawa wawili huyo Isa pamoja na mwenzake walikuwa pale, walikuwa kazini. Wao ni askari wa traffic, kwa hivyo walikuwa kazini pale. Hii e, barabara ya kuelekea Kia, wapi unasema, Mererani Kia, walikuwepo pale kama kawaida wakiwa katika, wakiwa kazini kwao. Sasa kulikuwa na mvua ndogo ndogo, ndogo. Ikatokea radi ikawapiga, ndio ikawa mwisho wa, wa maisha yao hapo hapo. Hapa ni